Naitwa ni mwigizaji wa Bongo Movie. Natokea Mwanga Kilimanjaro, tuna movie yetu mpya ambayo inaitwa The Legend of Village. Majina anaitwa Fazili Musamdee. Mimi ni mwigizaji wa Bongo Movie. Niko hapa mbele yenu kutangaza filamu yangu leo yandaa inayoitwa The Legend of Village. Ni hadithi ambayo inagusa stori ya kijana ambaye mzaliwa kijijini ambaye alikuwa akihamasisha masuala muhimu ya elimu pamoja na sekta katika vijana katika kujiajiri wenyewe kama uvuvi na mambo mengine. Lengo langu, lengo langu ambalo ni muhimu sana katika kuinua katika sekta ya filamu Tanzania. Nipenda kuambia kwamba nataka nilete utofauti katika sekta ya filamu Tanzania kuanzia kwenye maudhui na hadithi nzuri zenye kuvutia, ila pia katika teknolojia ambayo ni ya kisasa, ila pia katika uwezeshaji wa katika uwezeshaji wa waigizaji hususa katika wanawake. Matarajio yangu ni kuinua sekta filamu Tanzania, natarajia kuweka utofauti wa maudhui na hadithi zenye kuvutia. Tulikuwa tunahitaji sapoti kutoka kwa viongozi wetu na makampuni kwa ajili ya kuweza kufika mbali zaidi, kwa sababu ndio tunaanza na bado hatujafikia malengo yetu yale ambayo tulikuwa tunayahitaji kwao. Tunahitaji sapoti yenu, kwa Mama Samia Suluhu Hassan, waziri wa michezo na tamaduni, Mwanaifei, na mawaziri wengine na viongozi wengine tofauti tofauti, na hata pia makampuni yanayohusika na movie, tunaomba sapoti na tungependa pia hata kufanya kazi na na wasanii ambao ni wakubwa ili na sisi pia tuweze kupata sapoti yao kwa ajili ya kuweza kukua zaidi. Tunaomba mtusaidie.